Aliyekuwa waziri mkuu nchini Tanzania Bwana Warioba ameweza kutoa taarifa kali ambazo zinaonyesha mgawanyiko uliopo katika vyombo vya polisi, jeshi na ulinzi wa Tanzania kwa jumla. Suala hili, msikilizaji, linaweza kuhakikisha kwamba Samia Suluhu anang'atuliwa mamlakani na jeshi kuchukua usukani wa uongozi nchini Tanzania. Katika matamshi ya Warioba, amesema kwamba alipata kuonya dhidi ya kutumia vikosi vya usalama katika masuala ya kisiasa lakini Samia hakuweza kumsikiliza. Na sasa kumeza kushuhudiwa mgawanyiko mkali kati ya vikosi vya ulinzi nchini Tanzania, polisi, jeshi JWTZ ambapo mgawanyiko huo unaweza kusababisha kwamba serikali ya Samia Suluhu ipate kugeuzwa. Msikilizaji wangu, karibu katika Taifa Trends. Jina langu ni Presenter Gutone. Iwapo tunapatana mara ya kwanza, na kukaribisha sana, uweze kuhakikisha kwamba umepiga subscription, lakini pia uziri kutufuatilia e, kwa faida ya kuendelea kupata taarifa punde zinapotokea tunapeana pia uchanganuzi zaidi wa masuala ya kisiasa na tunahakikisha kwamba mwananchi unapata taarifa zinazokuhusu zinazokaribia na wewe, wakati ule zimeweza kutokea. Sasa msikilizaji, kumeweza kushuhudiwa mgawanyiko mkali katika vyombo vya usalama nchini Tanzania. Vyombo vya usalama msikilizaji, ni kama jeshi, kuna kitengo cha ja, uh, JWTZ kuna polisi, ambao kwamba kila mtu ana jukumu lake tofauti la kulifanya ama kulitekeleza kisheria, lakini kilichoshuhudiwa ni kwamba serikali ya Samia Suluhu iliweza kuintroduce vikosi hivi vya ulinzi nchini Tanzania katika shughuli za siasa, na sasa suala hilo limesababisha mgawanyiko katika vikosi hivi, na suala hilo litaelekea kuleta makundi katika serikali. Makundi yatakaoweza kutokea katika serikali, kuna watu watakaoweza kusimama na bwana Nchimbi, kuna makundi mengine yanaweza kusimama na Samia Suluhu, na bila shaka kundi litakaloweza kusimama na bwana Emmanuel Nchimbi. Watakuwa na uwezo wa kuipindua serikali na kuhakikisha kwamba bwana Emmanuel Nchimbi amechukua usukani wa uongozi wa nchi ya Tanzania. Kwa nini niseme hivyo msikilizaji? Bwana Emmanuel Nchimbi katika siku za hivi karibuni ameonekana kushurutishwa kuandika barua ya kustaafu kwa sababu amekosa kufuatilia sera zile za Samia Suluhu, ama njia ambazo Samia Suluhu anataka kufanya uongozi wake, na sasa suala hili la kuwajumlisha vyombo vya ulinzi katika siasa litaweza kuhakikisha kwamba yamejengeka makundi na makundi hayo yataibatilisha serikali. Sasa bwana Warioba ni waziri mkuu wa awali wa nchi ya Tanzania ameweza kuzungumza, akaweza kutaja kisa kilichoweza kumtokea kipindi akitoka ofisini kwake kuelekea nyumbani, akaweza kupatana na polisi wa trafiki walioweza kusimama katika eneo moja, walioweza kumuona na kumtambua, na wakaomba kwamba aweze kusimama. Alipoweza kusimama, polisi wale walimwambia wali bwana Warioba ama walimuomba kurudi kumshauri Samia kuendelesha uongozi kama ilivyokuwa katika serikali zilizoweza kutangulia, kwa sababu uongozi uliopo ulivyo sasa hivi unagawa vikosi vya usalama nchini Tanzania na ikiwa mgawiko huu uta utashuhudiwa na utafua dafu, msikilizaji wangu, nchi ya Tanzania itashuhudia ubatilishaji wa serikali ama mapinduzi yatakayoweza kuhakikisha kwamba Samia sio rais tena nchini Tanzania. Chama cha CCM ndo kinatengeneza sera nyingi ambazo zinatumika na serikali ya Samia Suluhu. Na katika baadhi ya sera hizo inatokeaga kuna zile ni mbovu na kuna zile ni bora, kuna zile ambazo zinawahujumu wananchi na kuna zile zinaleta maendeleo. Sasa bwana Nchimbi anapinga zile ambazo hazina manufaa kwa mwananchi, na suala hilo litahakikisha kwamba kumekuwepo na vita na kumekuwepo timu ama makundi katika serikali na vilevile vile katika jeshi la polisi. Jeshi la polisi litaweza kugawika, na wachache wataweza kusimama na Nchimbi na wengine kusimama na Samia. Hilo likishuhudiwa serikali nchini Tanzania inaweza kujipata taabani, kwa sababu msikilizaji, kama unavyoelewa polisi ndio wanashughulikia usalama wa taifa. Kwa hivyo polisi wakiweza kuamua kwamba usalama huu haupo na sasa wanahitaji nchi ichukue usukani tofauti, hilo linatokea na ikiwa wananchi pamoja na, pamoja na polisi wanaweza kukubaliana kwamba serikali ya Samia haijaweza kuyatekeleza yale ambayo yale ambayo inapaswa kuyatekeleza, na hawajaridhika na serikali hiyo, serikali hiyo inaweza kuvunjiliwa mbali na uchaguzi mpya kuandaliwa. Ikiwa Samia hawezi kuandika barua ya kuacha kazi ili bwana Emmanuel Nchimbi awe kiongozi sasa, itabidi basi mapinduzi yafanyike na serikali ile ya Samia mpoteza nafasi za uongozi nchini Tanzania. Msikilizaji, zidi kupiga subscription, zidi kutufuatilia, hakikisha kwamba upo na sisi, tuzidi kufahamishana kila wakati punde tu wakati zi, taarifa zinaweza kutokea.